Umaskini ni alama ya roho mbaya. Kitabu cha Luka Mtakatifu sura ya kumi mstari wa 25 anasema Naam. Natazama mwanasheria mmoja alisimama amjaribu, mm -hmm. Akisema Ndio. Mm -hmm. Mwalimu, nifanye nini ili ni urithi uzima wa milele? Naam. Akamwambia imeandikwa nini katika Torati? mm -hmm. Wasomaje? mm -hmm. Akajibu akasema mm. Mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, ndiyo, na kwa roho yako yote Ndiyo. na kwa nguvu zako zote mm -hmm. na kwa akili zako zote Sawa. na jirani yako kama nafsi yako mm -hmm. akamwambia mm -hmm. umejibu vema, Sawa. fanya hivi nawe utaishi. mm -hmm. naye akitaka kujidai haki mm -hmm. alimuuliza Yesu mm -hmm. na jirani yangu ni nani? mm -hmm. Yesu akajibu akasema mtu mm -hmm. mmoja alishuka toka Yerusalemu kwenda Yeriko ndio akaangukia kati ya wanyang'anyi, ndio. wakamvua nguo mm -hmm. Wakamtia jeraha, wakaenda mm -hmm. zao mm -hmm. wakimwacha karibu na kufa, ndio. Kwa nasibu kuwa ni mmoja alishuka kwa njia ile, ndio, na alipomwona alipita kando mm -hmm. na mlawi vivyo hivyo mm -hmm. Alipofika pale mm -hmm. akamwona akapita mm -hmm. kando mm -hmm. Lakini Msamaria mmoja katika kusafiri kwake mm -hmm. alifika hapo alipo. Ndio. na alipomwona alimhurumia. ndio akakaribia akamfunga jeraha zake. Ndio. akizitia mafuta na divai. Ndio. akampandisha juu ya mnyama wake. Ndio. akampeleka mpaka nyumba ya wageni. Ndio. akamtunza. Ndio hata siku ya pili akatoa dinari mbili mm. akampa mwenye nyumba ya wageni mm -hmm. akisema, mm -hmm. mtunze huyu mtunze huyu na chochote utakachogharimiwa mm. zaidi mm. mimi nitakaporudi nitakulipa. mm -hmm. waonaje wewe? Wewe katika hao watatu katika hao watatu ni yupi aliye jirani yake? mm. yule aliyeangukia kati ya wanyang'anyi. mm -hmm. Akasema, ni huyo aliyemwonea huruma, huyo aliyemwonea huruma. Uhum. Yesu akamwambia, e. enenda zako e. nawe ukafanye vivyo hivyo. Bwana Yesu asifiwe. hapo kusema. Ndio maana wenda meaikuwakuta wanamchomolea wana mtu nasema mwe wamwambie mwe waambie wewe we mwenyewe, kuna alama imo kichwani kwamba walishawahi kumfanya mtu hata kama hujawahi kuona lakini kuna, kwa sababu wewe ni Mungu ndani, una Roho Mtakatifu, ana uwezo aliye, ana uwezo wa kukufunulia jamaa. Wanaiba hapa peupe, wanajua wanaonwa, kwa sababu wanao. Wale wanaochomoa vitu mfukoni, wale wanajuaga kabisa, kuna watu wananiona, lakini huyu unayemwibia haoni, ila hawa wanaona, hawawezi kusema. Kwa sababu tumewahi kuweka beacon, sasa mmoja ajichanganye. Ndio maana unakuta mjini tu, unaona tu kabisa kuna vijana wamemlia timing, mtu anaenda kumwibia, anaenda kumwibia. Wewe mwenyewe unapita, una pembeni, wangemwambia yule, wangemwambia hakuna wako, ila wewe unarudi nyuma. Wewe weti kumwambia. Kwa hiyo hapa Biblia inatoa haitaki mzunguko, si kumpenda jirani yako kama nafsi yako ni kumpelekea mifuko kumi ya simenti, ni kumpelekea sukari, ni kumpenda kama nafsi yako, ni kutoa uhai wako, uwe badala ya uhai wake. Toa uhai unachotaka uhai. Unapompa una sukari, unapompa mafufu, unampa viazi, unampa ndizi, unampa una una unga, unachookoa ni uhai. Sasa kuna zile pointi ambazo mtu kabisa yuko kwenye pointi za uhai pale nyie ndo mnaendaga kuomba pale, naenda kwa kuwaubiri wenye dhambi. Wenye dhambi wanaua hawa, wanaua mwenzio hapa. Hawa wana dhambi kubwa sana, kwa sababu kwa upanga atakufa kwa uo. Hawa wana dhambi kubwa, wazuie hawa, wazuie hawa, wazuie hii. Ndo namna iko wazi kabisa, iko wazi kabisa, iko wazi. Yesu hajajumulisha kwamba eh, mfano mwingine ni huu kama haujamsaidia jirani kwa sura kama hivi, kwa mwizi kama huyu, pia kumpenda jirani yako kama nafsi yako ni kupeleka sukari, ni kupeleka mafufu. Hajaongea hayo <laughs> hajaongeza hayo, ameishia hapo. Anasema unataka, unataka na wewe watu wa juu, unampenda jirani kama nafsi yako. Una, unataka na wewe eh, wengine wote nyie fanyeni hivi alivyofanya huyo umezama unavyozama ni mhubiri kiasi gani. Kumpenda jirani kama nafsi yako ni hivi hivi alivyofanya hivi, huyu alivyofanya huyu hivi, alivyo hivi ni hivi basi. Aongezi mfano mwingine. Ukitaka somo ufuate hiyo, message imefungwa hiyo, haongezi mfano mwingine lakini pia mfano namna nyingine ya kumpenda jirani kama nafsi yako nenda ukamhubirie, mwambie Yesu anakupenda. Amna huyu eh, mtu kapigwa na mwizi hapa alipo, yuko peke yake, yuko peke yake na hakuna mwingine wakum, na ukimsaidia huyu a waliompiga huyu wako hapa hapa, wako hapa hapa, lakini afadhali kwa sababu yule amepigwa na mwizi, ajanguka kifafa, amepigwa na wezi polini. Nadhani wote tunafahamu zamani mapoli alikuwa mengi kuliko Ukisikia amepigwa amepigwa na wevi, ujua hapo ni polini. kweli kweli, hapana watu. Ndio maana Biblia inasema, kwa nadra. Unasikia hiyo neno kwa nadra, kuhani mmoja. Kwa nadra, manake ni kwa bahati. Hiyo njia ipitwi na watu, ni poli hapo, ni poli, majambazi wako polini. peke yake wanamkimbia nani? Wanakuwa wamekimbia wameenda wapi, wanakuwa wameenda wapi, wapi? Eh? Wako pale pale hiza wanahesabu hiza, wanazihesabu au wanagawana au wanacheki nini, kitapata huyu jamaa, tuone kitakachofanyika. Wanafikiri wale makuhani walipita, wali tu walipita, walipita tu. Kuna sababu nyingi sana pale na sababu iliyokuwa kubwa ilikuwa watu kwenye wema na huruma hizi hizi wamefia hapo, na ambao kama we wamempiga wamemwacha. Haya, hapa mi wakinishika hapa sasa. Ukiangalia yule jamaa aliyemsaidia inawezekana kabisa ananjururu hata kuliko yule, kwa sababu hey, jamaa anajiweza yule, anajiweza yule, msamaria yule hajiweza. Wewe unaona mtu nyumba ya wageni, hey, na na usafiri wake. Ha, jamaa anajiwasha huyu. Kama amempiga huyu hana hata usafiri kwa sababu Biblia ikusema huyu alikuwa na usafiri. Haijasema. Hajampiga, wamempiga huyu mwingine si angesema hey, hey, hey, hey, kama ni farasha na kaza ile ni jamu. Hey, hey, hey, hey. Lakini muandeko kama wewe, muandeko kama wewe yuko ruamguu hana kilo za eh, hey, hey, hey. Nadhani maskini sisi ndio wenye roho mbaya sana. Nadhani e. Nadhani <laughs> maskini sisi ndio wenye roho mbaya sana maskini sisi. Nadhani, nadhani umaskini ni alama ya roho mbaya nadhani, eh? E, hawa jamaa maskini

Masikini kila mmoja najiponya kima. Hey, mi kikuba nakula. Unakula nini we mwandiko wewe? <laughs> Unakula nini? Ndiyo maana wachawi wakogo vijijini. Una... <laughs> Unakulaje vinalika? Kuna watu wanalia. Unakulaje vinalika? Mi, mi, ndo, mi uzuri tu unakula. Uli karosi uwe <laughs> kuna, kuna, kuna jambo nalipata hapa. <laughs> Napata ufunuo hapa. Umaskini ni alama. Una roho mbaya au kachawi? <laughs> Hey. Na ndio maana atupatagi atupatagi hela kumbe, ndio maana atupatagi hela kwa sababu mwenye roho mbaya sio rahisi sana. Ndio maana atupatagi hela siwa kujiponya, ni huyu aliye wa na usafiri hapa wale, na makurubasi wale <laughs> wale na makurubasi walikuwa na kitu wale, wanapita pembeni wale walikuwa na cha kunyang'anya. Uyule alinyang'anywa hela, ndio inavyosema Biblia, alikuwa na mali ainyang'anywa. Ni pesa akina mwandeko wale kabisa. <laughs> walikuwa na chochote, na makurubasi wale walipita pembeni wale, roho mbaya, wanamiliki roho mbaya tu wanamiliki roho mbaya tu, alafu wanasema tunaenda kumwombea, lakini mwone jamaa alijiweza, huyu alijiweza.